Kuna pikipiki moja inaondoka mwendo wa mbio sana, ya pikipiki hii ilikuwa inaendeshwa na bimdada ambaye anafika mpaka darajani, anashuka, anatoa simu yake, anapiga, anaelezwa ya kwamba mtu anayempigia kwa sasa hapatikani. Bimdada anaamua kujirekodi video na kueleza ya kwamba wazazi wangu, ninaomba mnisamehe sana. Anaeleza wazazi wake ya kwamba hakika walimkataza asiolewe na yule mwanaume, lakini kimbelembele na kihelehele pamoja na ubishi ulimpelekea bimdada kuolewa na mwanaume yule, na leo anajuta. Anasema ya kwamba mwanaume yule ameweza kumwacha na kwa kutamka kwa kupitia njia ya simu na sababu kuwa anaodai ya kwamba anamwacha kwa sababu amempenda mwanamke mwingine anaenda kufunga naye ndoa. Halo, dada alikuwa anaongea kwa uchungu mkubwa, baada ya kumaliza shughuli zake akaamua kuweza kujitupa ndani ya maji na hadithi yake ikaishia hapa, lakini sisi akawa akatuachia maswali mengi sana. Ni kipi kimemkumba dada huyu? Lakini pia maisha yake yalikuwaje? na ni vipi basi wazazi wake hizi taarifa watazipokeaje? na ni hatua gani za kuichukua? Halo, funga mkanda mwanangu, kamata popcorn, safari ya leo ni ndefu. Tukiachana na bimdada huyu, we bwana, upande wa pili tunakutana na bimdada mmoja anayetambulika kwa jina la Zainab. Huyu ni bimdada ambaye alikuwa ni mtu wa dini sana, imani alikuwa imeishika vipindi vyote alikuwa anahudhuria, lakini pia hata wazazi wake nao walikuwa ni watu wa imani sana. Zainab kwa sasa alikuwa anasoma shule, lakini pia alikuwa na mashosti wake ambao walikuwa wanampitia kuelekea nao chuoni, na ni watu ambao walikuwa naishi kwa upendo mkubwa, lakini pia bimdada huyu alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi, yani hapa chuoni ebwana, watu wengi walikuwa wanamtegemea hususani kuweza kuandika mazungumzo ya kuongea mbele za watu. Yani, endapo bimdada akikuandikia hayo mazungumzo na ukienda kuongea mbele za watu, lazima wakupigie makofi na kukupongeza bimdada. Alikuwa yuko vizuri sana kuweza kushawishi watu, lakini pia ukiachana na hayo, bi Zainab alikuwa akajaliwa urembo kwelikweli kweli, na kama jinsi unavyoelewa anga kama hizi bwana, wanaume huwa hawachezi mbali. Bimdada bwana aliokakutana na jmwamba anajikubali sana anasema kwamba yeye katika maisha yake huwa aombi namba bali wanawake ndio huwa wanamwomba namba. Huyu bwana anatambulika kwa jina la Arbas, leo anamfuata bimdada na kueleza hisia zake. Anamweleza kwamba anamkubali sana, hivyo anatamani awe mshikaji wake wa karibu, lakini pia ikiwezekana apige hatua nyingine ya kufunga ndoa. Kipindi ambacho mshikaji alikuwa anatema hii mistari pembeni yake alikuwepo shosti wake na bimdada, hivyo baada ya kuona mshikaji anaendelea kumiminika mbele yake kabidi aweze ya kujichenga, bi Zainab amweleza mshikaji ya kwamba yeye kwa sasa bwana yuko bize sana na masomo, hivyo anahitaji aweze kumaliza masomo yake ili amsaidie baba yake kuweza kuwasomesha wadogo zake ambao wapo nyumbani. Bi Zainabu akawa akamchomolea hivyo. Lakini pia huyu bimdada, bwana katika ukoo wake yeye ndo alikuwa akasoma peke yake, yani ukizungumzia wasomi ndani ya familia nzima basi alikuwa anatoka Bizainabu. Leo bimdada baada ya kufika nyumbani anakutana na shangazi. Huyu shangazi bwana alikuwa na maneno mengi, kamchekea bimdada, lakini ya kumpatia kisogo bimdada, akaanza kumponda kaka yake, anamweleza bi Zenabu mpaka hivi sasa alisha kuwa mshindi, yani ndo msomi peke yake ndani ya familia, hivyo anamweleza bradha amtafutie mchumba ili aweze kuolewa, kwani shangazi anadai ya kwamba elimu ambayo Zainab alikuwa anaipata haitomsaidia chochote kabisa katika maisha yake. Zainab, leo, baada ya kurudi nyumbani, anakuta kuna kikao cha ghafla. Mama anamweleza, binti yangu, najua unapenda sana kusoma, lakini kwa sasa inabidi uende ukaolewe. Haya mazungumzo alikuwa anazungumzwa na shangazi akiwa anashuhudia bimdada, kipindi ambacho alikuwa analeta ubishi shangazi, ikabidi ongea maneno mazito na kumweleza Bimdada ya kwamba tayari nimesha afitia mchumba mwenye kazi nzuri, hivyo jiandaye kwenda kuolewa. Bi Zainabu ikabidi aweze kumvuta mama yake pembeni na kumweleza badala ya kwenda kuolewa na mwanaume asiyemfahamu, si ni bora aweze kumleta kijana ambaye yeye huwa anamsumbua. Mama alikuwa na roho ya kizungu sana, akamweleza binti yake fanya kama hivyo, kama kuna kijana ambaye unampenda. Zainabu akaenda kukutana na Arbasi, lengo ni kwenda kumweleza kwamba tayari ameweza kumkubalia ombi lake, lakini baada ya kufika leo anakutana na mazungumzo tofauti, kwani kabla hajamweleza za chochote Albas mungwana akamweleza bi Zainabu ya kwamba anafurahi sana leo kukutana naye, kwani anahitaji aweze kumwonyesha mwanamke ambaye yeye ameweza kumpenda na hata familia yake ameweza kumwelewa, na kwa sasa anahitaji kuweza kufunga naye ndoa. Lakini leo bi Zainabu hakuamini kabisa macho yake, kwani baada ya kugeuka upande wa nyuma anakutana na shosti yake. Halo shosti, anamweleza Zainabu ya kwamba ninafahamu na wewe ulikuwa unampenda sana Albasi, lakini familia yake imenichagua mimi niweze kuolewa naye. Halo. Kumbe Zainabu naye alikuwa anamwelewa mshikaji, ila tu alikuwa anamletea manjonjo. Aloo, hii michezo ya wadada bwana huwa hatuielewi kabisa. Eniwey anyway, Zainabu ikabidi aweze kupiga moyo konde, anarudi nyumbani leo, anakutanishwa na mwanaume ambaye alikuwa katafutiwa na shangazi yake. Huyu jamaa bwana anatambulika kwa jina la Hanifu, ni mwanaume ambaye alikuwa ni mtoto wa mama, nikisema hivyo mnanielewa. Yaani ni mwanaume ambaye hawezi kupinga jambo lolote ambalo alikuwa anaambiwa na mama yake, lakini pia kila kitu mama ndo alikuwa anampangia kipi afanye na kipi asifanye. Bi Zainabu pamoja na Hanifu, baada ya kuweza kukutana na kupatiwa muda wa kupiga mastori mawili matatu, lakini pia kukutana mara mbili tatu wili wakatokea kuelewana sana na hatimaye kuchukua maamuzi ya kufunga ndoa, Zainabu akiamini ya kwamba ni mwanaume sahihi katika maisha yake. Bwana ndoa baada ya kuweza kupita, wanamia katika mji ambao mtaalamu wetu Hanifu pamoja na familia yake walikuwa wanaishi. Sasa kama jinsi unavyoelewa bwana, maisha ya ndoa huwa yana mambo mengi sana, lakini kwa upande wa bimdada leo ukakutana na familia ambayo walikuwa wanadharau kweli kweli. Hicho linaanza kweli. Mama mkwe bwana, hata kipindi ambacho bimdada, Zainabu, alikuwa akisogea karibu basi, mama mkwe alikuwa anamweleza maneno ya shombo sana, kwani alikuwa anamwambia kwamba asogee kwa pembeni, kwani akimsogelea kwa karibu mwanamama alikuwa anadai ya kwamba anamalizia oksijeni. Halo 19 haitoshi bwana. Bimdada hata kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuweka vitu katika meza ya kioo, mama mkwe alikuwa anamkataza anamweleza, nyinyi kwenu ni maskini, endapo ukigusa hiyo meza na kuivunja, hamtokuwa na uwezo wa kuilipa. Halo, huu mama mkwe bwana, ana viwango vya peke yake. Bizenabu mwanamke aliyefunzwa zika akaona ya kwamba haya ataweza tukuyavumilia maisha yakaendelea. Hatimaye kwa sasa mimba yake ilikuwa ni kubwa, lakini katika hii familia mama mkwe, bila kusahau mke wa mtoto wake mmoja wa kiume, lakini pia watoto wake wengine wawili wa kike, wakamchukua bimdada na kumpeleka hospitalini baada ya kugundua kwamba mimba aliyonayo bimdada ilikuwa ndani yake kuna mtoto wa kike. Baada ya kurudi nyumbani, wakamweleza bimdada, nenda ukapumzike, sisi ngoja tukuandalie chakula. Dada alishangaa sana, kwani tokea afike ndani ya hii nyumba yeye ndo alikuwa ni mpishi mkuu ndani ya hii familia, lakini leo wanamweleza kwamba wao ndo watapika. Bimdada akapiga moyo konde na kwenda kujipumzisha upande wa ndani, lakini watu hawa baada ya kumpatia kile chakula bimdada akashangaa, maumivu ya tumbo yakawa ni makali sana, lakini pia hatimaye akashangaa ile mimba ikatoka. Halo Zainabu akaona ya kwamba mimi nitaendelea kuvumilia. Maisha yakaendelea hatimaye akapata ujauzito wa mara ya pili. Kwa sasa bimdada akawa makini sana, na hatimaye akafanikiwa kuweza kumpata mtoto mmoja kike maisha yakaendelea, na hatimaye bimdada akapata tena mimba ya mara ya tatu. Kwa sasa kama kawaida, mawifu akamchukua na kumpeleka hospitalini. Watu hawa baada ya kugundua kwamba mtoto yule tumboni alikuwa ni wa kike, wanarudi nyumbani. Ebwana, anamweleza bimdada, ngoja tuende tukakuandalie chakula leo. Bimdada baada ya kuletewa maziwa akaamua kuweza kuyamwaga, lakini asichokitambua ni kwamba mama mkwe alikuwa anashuhudia kwamba yeye hajanywa yale maziwa. Watu hawa ebwana, lengo lao ilikuwa tu ni kwamba bimdada hii mimba iweze kutoka kwa hawahitaji kabisa watoto wa kike. Mama mkwe pamoja na wanafamilia ndani ya hili eneo alikuwa nahitaji watoto wa kiume. Halo, hakika Zainabu, mtihani alionao ulikuwa ni mkubwa sana. Ataushinda kweli? Anyway, ngoja tuendelee. Zainabu leo wakati wa usiku akamtegea mapovu na kwa kwa yeye alikuwa na usingizi mkali bwana, hali kampelekea kuweza kuanguka na kufikia tumbo. Dada anakuja kuamka, yupo hospitalini na mimba yake imeweza kutoka. Halo, anamfuata mume wake na kumweleza kwamba ndani ya hili eneo nina na wauaji tupu. Mwamba akamweleza kwamba usiweze kuambia hivyo ndugu zangu. Hanifu akaleta numa sana kwa mke wake na kumweleza kwamba asije kabisa akazungumza mambo mabaya juu ya mama yake. Dada baada ya kuona hivyo akaamua kubeba vilago vyake na kurudi nyumbani yeye pamoja na binti yake. Baba na mama akampokea vizuri tu na maisha mengine akaanza, lakini leo baada ya siku kadhaa kuweza kupita anapokea sms kutoka kwa Hanifu, anasema ya kwamba kuanzia siku hii ya leo wao sio mke na mume tena. Yani hii ilikuwa ni talaka ambayo ilikuwa imetumwa kwa njia ya meseji. Halo familia ikabidi wampigie simu rafiki yake na bimdada ili aje azungumze naye. Rafiki yake huyu baada ya kufika akamweleza bimdada kama ni hivyo basi waende mahakamani kwenda kufungua kesi, kwani hii haiwezekani, mtu kwa kutumia tu meseji ya talaka ghafla bila hata mazungumzo. Bimdada anaenda kukutana na wanasheria kwa lengo la kuweza kufungua kesi, lakini kila mwanasheria anamweleza kwamba bwana, hii ni kesi ngumu sana, hatuwezi tukaifungua sababu kwa mujibu wa sheria ya mahakama ya kadhi ama mahakama ya dini ya Kiislamu, hii talaka iko sawasawa. Zainabu akaamua kuelekea ndani ya kituo cha polisi. Lengo la kufika ndani ya hili eneo ni kuweza kufungua kesi kwa mtindo mwingine, yaani kumshtaki Hanifu pamoja na familia yake kwa kuweza kumnyanyasa kipindi ambacho alikuwa anaishi kwao, ikiwemo kuweza kumtolesha mimba zake mbili pasina hata yeye kuweza kutegemea wala kutaka afanda anampigia simu Hanifu na kumpatia taarifa mshikaji n leo wanakutanishwa yeye pamoja na mke wake. Hanifu anadai ya kwamba bado anampenda sana Bi Zainabu, na hivyo yuko tayari kuweza kumwoa kwa mara nyingine ili kuonyesha kwamba mtaalamu yupo siliasi sana. Akaelekea mpaka kwa shekhe kwenda kuzungumza naye, lakini baada ya kufika anaelezwa, kwa kuwa tayari ulishampatia mke wako talaka mara tatu, hivyo ili uweze kumwoa kwa mara nyingine, inabidi mke wako aolewe na mtu mwingine, kisha apewe talaka, na baada ya kufanyiwa hivyo, hapo kisheria ya dini utaku a kumwoa kwa mara nyingine. Hizi taarifa baada ya kumfikia bi Zainab, hakika aliumia sana, lakini pia akabaki na mshangao mkubwa. Kama hiyo haitoshi, bimdada akabaki njia panda, haelewi ni jambo gani aweze kulifanya. Halo, hii ni hatari sana. Hakika bimdada akakutana na maswaibu mazito. Zainabu baada ya kuweza kuchakata sana bado akawa hana majibu, lakini leo shangazi anakuja na kumweleza bi Zainabu ya kwamba anamwomba akubali kuolewa tena na mtu mwingine kisha aweze kuolewa tena na mume wake wa zamani, kwani shangazi anadai ya kwamba yeye ndo alimtafuta Hanifu. Hivyo bimdada akiendelea kuwa yupo singo yeye pamoja na mtoto wake, moyo wake shangazi anasema ya kwamba hauwezi ukatulia abadan. Zainabu anakubali kuolewa na mtu mwingine theni aweze kuolewa na mume wake wa zamani lakini bimdada akaweka shaliti kwa mume wake wa zamani na kumweleza kwamba basi amtafutie mtu ambaye atakuwa ni kijana kidogo. Hanifu anamweleza bimdada ataolewa na binamu yake ambaye kimtindo ni handsome lakini atampatia talaka baada tu ya usiku wa kwanza wa ndoa kuweza kupita. Dada anakubali, lakini leo rafiki wa bimdada, kipindi ambacho alipokuwepo matembezini ya bwana, ghafla anakutana na Hanifu akiwa pamoja na mrembo mmoja, tena siku hii ya leo alikuwa anampatia zawadi ya necklace ambayo ilikuwa ni ya bei mbaya sana. Hakika Bishosti umbea akashindwa kukaa nao kifuani, akamvutia waya bi Zainab na kumpasha hizi habari, lakini pia akamtumia ushahidi wa picha na kumweleza Bishosti, sikuwahi kukuona na necklace nzuri, lakini pia ya bei kama hii. Hakika huenda huyu mwanamke ndio akawa akauteka moyo wa mume wako Hanifu. Lakini bi Zainab anakumbuka huyu ni mwanamke ambaye alishawahi kumwona huko nyuma akiwa karibu pamoja na mume wake, lakini bi Zainab akaelezewa na mama mkwe ya kwamba usio na wasiwasi, huyo ni ndugu wa mume wako. Halo, huenda mama mkwe alikuwa anaelewa wa mwanaye alikuwa na mahusiano mengine ya pembeni. Halo, hii ni hatari! Zainabu akavumilia. Leo mtaalamu wetu Hanifu akafika na familia yake pamoja na mwanaume ambaye inahitajika aweze kumwoa bimdada Zainabu, lakini baada ya kufika hapa, bimdada akashangaa sana, kwani mwanaume huyu sio yule ambaye alikuwa akaelewana pamoja na mtaalamu wetu Hanifu, bali huyu alikuwa ni mjomba wake. Dada akawaka sana, akasema kwamba hakubaliani na hili jambo la kuweza kufunga ndoa na mjomba. Mtaalamu wetu Hanifu kisha akainuka na kuwatumia watu wote picha kwenye WhatsApp na kueleza kwamba hebu tazameni ujinga wa mtoto wenu ambao alikuwa anaufanya. Kila mmoja akabaki mdomo wazi, lakini bimdada hakuishia hapo, akainuka na kueleza ongwana ya kwamba ninatambua Hanif, ulikuwa unahitaji uweze kunifungisha ndoa na mjomba wako, ili katika maisha yangu kila siku niweze kumwomba anipatie talaka, na wewe uendelee na maisha yako mengine, kwani plani yako ulikuwa unahitaji uweze kumuoa yule mwanamke, then muondoke na kwenda kuishi Dubai. Mshikaji anasema a kwamba hakika hizo ndio zilikuwa ni plani zangu, na wala hakuna ubaya wowote katika hayo maamuzi, sababu huyo mwanamke ndapo nikimuoa, basi biashara zangu zitaendelea kustawi. Sasa hapa tunapata kutambua ya kwamba mshikaji kumbe alikuwa anahitaji aweze kumwozesha huyu bimdada kwa mjomba wake, ili amfunge kidomodomo, asije akaenda polisi kwenda kumshtaki, ili mwamba abaki kwa huru na kuendelea na maisha yake mengine. Halo, hii ni hatari. Bimdada baada ya kutoka hapa, akaelekea kwa mwanamke mmoja ambaye huyu alikuwa na taasisi yake ya kuwasaidia wanawake wa Kiislamu ambao walikuwa wamepatiwa talaka na wame zao ili kuweza kudai haki zao za msingi. Lengo la Bi Zainab kufika ndani ya hili eneo alikuwa anahitaji kuweza kupata msaada, kwa sababu yeye alikuwa anadai ya kwamba lengo lake kwa sasa anahitaji kupambana, ili mahakama kuu iweze kuvunja talaka za ghafla ama talaka za hapo kwa hapo. Nisikilize mchezi wangu, huenda labda ukawa haujanielewa. Mambo yapo kama hivi, ngoja nikueleweshe kidogo. kabla ya mwaka elfu mbili 17 miaka hii ya nyuma, katika nchi za Kiislamu ikiwepo pia India, kulikuwa kuna sheria moja ambayo mwanaume alikuwa anaruhusiwa kuweza kumpatia talaka mke wake ya hapo kwa hapo, ama unaweza kusema ya kwamba talaka ya ghafla. Yaani mume tu akijisikia anatamka ya kwamba nimekupatia talaka mke wangu, na hiyo inakuwa imeweza kuthibitika kisheria kabisa ya dini ya Kiislamu. Talaka hizi bwana, wanaume wengi walikuwa wanazitumia vibaya, kwani muda mwingine walikuwa na wataliki wake zao kwa njia tu ya message, akimtumia tu wa talaka e bwana, hiyo inakuwa imeweza kuthibitika kabisa. asabi Zainabu leo anasikiliza, kulikuwa kuna kesi nyingi sana za wadada ambao walikuwa wanalalamika ndani ya hili eneo, wanadai ya kwamba kuna baadhi ya wanaume walikuwa wanawapatia talaka wake zao kipindi ambacho walikuwa wameelewa, kitu ambacho kisheria ya dini inakuwa sio sawasawa kabisa. Bimdada akaanza harakati, lakini hanifu bwana akaanza kuweka mikinzano, kwani alienda kwa mwamba mmoja na kuweza kumwelezea kila kitu. Mwamba huyu ambaye alikuwa na maconnection ya kutosha ya hili eneo akawapigia simu wanasheria wote pamoja na mawakili wasije wakachukua kesi ya bimdada na kwenda kumsimamia mahakamani. Hivyo bimdada kila eneo ambapo alikuwa anaelekea, bwana yeye alikuwa anagonga mwamba. Leo baada ya juhudi zake zote ya kugonga mwamba, akaona ni bora tu aweze kuchukua maamuzi mengine ya kutoa uhai wake. Anafika kwenye daraja moja ambalo mwanzo kabisa, wakati hadithi yetu ilikuwa inaanza, tulimwona bimdada mmoja ambaye alifika ndani ya hili eneo na kuweza kurekodi video kisha kujiangamia a bimdada kipindi ambapo alipokuwa hapa bwana, kabla hajafanya jambo lolote baya, anadakwa na mwamba mmoja ambaye alikuwa ni wakili wa zamani mwenye heshima kubwa sana ndani ya hili eneo. Mwamba huyu baada ya kumsaidia na kuweza kusikiliza kila kitu anamweleza bimdada alikuwa na binti yake ambaye naye alikutana na maswaibu kama hayo, lakini kwa bahati mbaya alichukua maamuzi ya kuweza kutoa uhai wake. Yule bimdada ambaye tulimwona mwanzoni wakati picha ilikuwa inaanza, ambaye alijiangamiza yebwana, kumbe alikuwa mtoto wa huyu mzee halo. Hanifu baada ya kuzipata hizi taarifa akatuma waungwana kwenda kwenye nyumba bimdada, anakuweza kuleta mbungi ya kutosha. Bimdada akaamua kuhamia kwa mtaalamu wetu pamoja na mtoto wake, kisha wakielekea mpaka katika mji wa Deli, sehemu ambapo ndipo kulikuwa kuna mahakama kuu halo. Baada ya kuweza kufika hapa, hakimu anakubali kuisikiliza ikese bwana, na baada ya mabishano ya siku mbili 2 tatu, hatimaye kutokana na ukweli ambao tayari ulikuwa umeshasikilizwa, mahakama inatoa maamuzi na kusema ya kwamba hili jambo watalipeleka bungeni bwana. Jambo hili baada ya kuweza kufika bungeni, wabunge wote wakaweza kukubali na kusema ya kwamba endapo mwanaume akitoa talaka ya, ya ghafla kwa mke wake, basi hilo litakuwa ni kosa kisheria na ni kweli jambo hili liliweza kutekelezwa kuanzia mwaka 2017 -um lakini pia baada ya kufika mwaka 2019, -um ikawa ni sheria rasmi ndani ya taifa la India ya kwamba endapo mwanaume akiweza kumpatia talaka mke wake ya ghafla, basi atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kwenda gerezani. Halo hii ilikuwa ni hadithi, lakini pia ilikuwa ni tukio la kweli ambalo liliwahi kutokea ndani ya nchi ya India. Ni tukio ambalo liliweza kubadilisha mtazamo pamoja na kuleta haki katika maisha ya wanawake wa Kiislamu ambao wengi wao walikuwa wanapatiwa talaka zisizokuwa na mashiko yoyote. Bwana, hapa ndipo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, like na kusubscribe ili kwa mwanafamilia ya kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.